Mazingira ambayo mara nyingi yana asili figo zetu e, kuweza kutoa taka mwili ni pamoja na magonjwa ya figo, dawa pamoja na sumu aina ya lidi. Tunaposema magonjwa ya figo, tunazungumzia magonjwa yale sugu yote ikiwemo magonjwa ya pressure, kisukari, kansa. E, kuna magonjwa mengine ambayo sio sugu, lakini ni hatari ambayo yanashambulia moja kwa moja figo zetu, mawe kwenye figo, figo kujaa maji, figo kufeli, lakini kuna nephrotic nephritic syndrome. Lakini kuna dawa, hasa dawa ambazo tunazitumia bila sababu ya msingi. Mtu ameumwa, ame amejisikia vibaya bila kupima, amekuta amemeza dawa, mazo dawa ya pressure. E, pamoja na madawa ya ya kansa, haya yanaenda yanaathiri wakati mwingine figo moja kwa moja. Sumu aina ya lidi E, ni moja ya sumu ambazo pia zinazalisha au zinaasili utoaji wa takamwili ambayo ni purini e, na matokeo yake inapelekea mrundikano wa e, purini katika e, vidole au kwenye miguu yetu, kwa kifupi ni mrundikano wa uric acid. Hapa kunazo sehemu ambazo zinaasiliwa moja kwa moja na uric acid. Miguu na mikono ndiyo wahanga wakubwa e, wa wa uric acid. Ukiangalia picha hii inakuonesha na kidole cha dole gumba kikubwa ambacho tunasema ni podagra, moja kwa moja uric acid e, u, e kinapomshambulia binadamu, kwanza kuvimba, na panapovimba panakuwa pana wekundu kama unavyoona rangi ya papo hapo unaiona, lakini kidole kinakuwa kinang'aa na maumivu ni makali mno na mtu huyu anakuwa anajisikia maumivu makali hasa anapojaribu e, kutembeza au kushika mguu au mkono wake. Sehemu zingine ambazo zinaathirika ni pamoja kwenye enka kama hapa, lakini kwenye goti inaathirika e, pia kwenye viwiko vya mkono hapa kwenye, kwenye kabla ya viganja hapa tunaona vinaathirika e, kwenye viwiko na kwenye vidole vya, vya mikono na wataalamu wanasema uric acid inapenda mazingira ambapo damu haizunguki sana. Wanasema ni kula area ambapo damu haifiki kwa wengi, ni mara chache sana kwenye mgongo pamoja na kwenye kiuno, mishipa, mifupa yake kushambuliwa. Dalili za gauti ni nini? Tunaposema eh, gauti, dalili zake kubwa kwanza, eh, ni cheche kama za moto fire, tunasema Wakati wa cheche hizo zinapojitokeza, basi maumivu makali yanajitokea ya ghafla ambayo yanaasili nato... ya joint moja au zaidi, hasa upande wa usiku, na maumivu hayo yanakuwa ni endelevu na yanaongezeka zaidi pale mtu anapokuwa amejaribu kugusa au kushika mkono wake au joint yake au anapojaribu kumove joint yake. Lakini pia joint inakuwa ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina inapata moto ina vimba lakini pia inakuwa ina rangi kama ya papo kama nilivyotangulia kusema na inang'aa. Kama nataka kufuta dalili zingine e, ni pamoja na homa, anakuwa na homa, lakini ana mapigo ya moyo anaenda mbio. E, mwili wote anakuwa anajisikia unauma, lakini pia dalili za kutetemeka. Lakini cheche hizi zinajitokeza kwa siku hadi wiki hadi wiki zaidi ya moja. Awali zinapokuwa zinajitokeza cheche hizi zinakuwa zinashambulia kwenye siku ya kwanza, zinashambulia joint, inashindwa kufanya kazi vizuri. Kama ni mkono unashindwa e, kuweza kute, e, kutembeza. Kama ni mguu unashindwa kuchuchuma, na baadaye inapona. Baada ya muda inapona kabisa, na mtu anarudi kwenye hali yake ya kawaida hatichemei tena, wala hapati shida yoyote. Na baada ya muda tena inaweza ikarudi, baada ya wiki inaweza ikarudi, na dalili hizo zinajitokeza tena. Kwa hiyo inapokuwa inashambulia mara nyingi, inashambulia kuanzia wiki ya kwanza paka wiki ya tatu inakuwa inashambulia. Ina lakini wanasema kwamba mtu anapokuwa anapata shambulio, lakini akapata dalili hizi zifatazo, hizo ni dalili za hatari. Dalili ya kwanza pale ambapo amepata joto zaidi ya thelathini na nane eh, centigrade au Fahrenheit mia moja na moja lakini dalili zingine kushindwa kupumua vizuri, anapokuwa anatapika au anapokuwa amepata e, michubuko au vidonda e, sehemu mbalimbali za mwili tunasema rashes, e, au kama vipele, basi hiyo inabidi amuone daktari haraka iwezekanavyo. Lakini pia e, tukumbuke ya kwamba